Akaniambia mi naishi sivo nkamza sivo nauko sivo naona ni kwenye wale walinitenda, yes. Ai, sasa pale niko pia huyu niko 50-50. Tukasikiza na bei akanuza, so alinibeba kitu saa saba ya usiku, saa nane ikielekea. Akaniambia hadi saa nne saa tano utanilipisha ngapi? Nikamwambia mi labda unipe 5, 5k Akaniambia hizo hatani kidogo, ndakuongezea ndakupea tisa, nikajua basi, yeah. <laughs> dili imeingiana, do uh, no. pesa unaweza fanya anything. Mi nikaenda tukafika, akaingia kashawa, akaniambia konja nimpikie kwanza kwake yeah. na nakaa mansion mahali ya kaina niba yoyote ni yeye peke yake, so kuingia akaniambia ingia hapo kwa fridge, tafuta nyama mzuri unipikie. Kume ni watoto wamepakiwa jana, kula watoto. Halo, yes, watoto, watoto, human beings yes. Wadogo. Yeah. Amewakatakata yani pieces amewapaka kwa fridge, yani kuchagua enye anataka anakula. So akaniambia ngiu nchagulie nyama hapo mzuri nipikie, nusistuke kenye utaona. Akaingia kwa bafu akaoga, seo tumeingia amelock mlango, amefunga so amefunga, seo bado hajaniguza janiguza bado, yaamniambia nitakukula kwanza kunjaa na kaniambia nimpike ugali, nikampike ugali na nyama gani nika, nikakatakata nyanya so sasa, hiyo shock imenishika kwa hiyo, jikoni pale huwezi ongea, jua tu ukipiga nduru ni mahali huwezi saidika, shiza ni risk space, place kabisa, so mi niliingia Nikampikia <laughs> nikampakulia <laughs> wait, nyama gani unapika? Ya watoto unapika kama nyama meka... Sasa ile nyama unaiboil, ina boil inatoa maji. Je, unajua lazima ukausha nyama <laughs> ile ikauki? <laughs> Cool, pole mama, nyama ya human being. Yeah.